Naomba ni shukuru Vodacom Foundation na Vodacom Tanzania kwa kutupa nafasi hiyo ya kuwawezesha walimu katika Tanzania nzima kuweza kutumia learning management system bila gharama yoyote. Tunatarajia kwamba walimu hawa wataweza kupata uh, vifaa vya kujifunzia mbalimbali online learning materials, vitabu, moduli mbalimbali bila gharama yoyote na hii itasaidia sana katika kuwawezesha kumudu kupata uzu, u, kupata ujuzi ili waweze kuinua kiwango cha ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi wetu kuanzia elimu ya awali hadi vyuo vya ualimu. Mkataba huu ambao tunaingia ni mkataba wa miaka mitatu ambao utaenda kuwezesha walimu zaidi ya laki tatu kwenye mikoa mbalimbali kupitia mbali, zile center ambazo zinaitwa teacher, uh, teachers resource centers ambayo tutawaunganisha kwa internet, lakini pamoja tunaenda kudonate vifaa vya TEHAMA na jua hapo pia kushirikiana na taasisi ya elimu na wizara pia kuwaongezesha ujuzi walimu hawa zaidi ya laki la tatu. Sambamba na hilo, pia tumeungana na Twaweza East Africa ambao wao wana programu yao ya kiufunza na programu hii ni ya kuwa ni inaitwa pay by skill meaning kwamba um, wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la tatu, mkataba huu wa miaka mitatu kwa taasisi hizi mbili um, ufadhili wetu kwa upande wetu ni jumla ya takriban bilioni tatu nukta mbili za Kitanzania. Kupitia sapoti hii ambayo tuwaweza tumesaini mkataba leo na Vodacom, tutaweza kuwafikia wanafunzi hasa tunawalenga wa shule ya msingi darasa la kwanza mpaka darasa la tatu lakini na lengo kubwa ni kuwawezesha kumasta uh, zile skills tunazozisema kkkk lakini vile vile tutaweza kuzifikia shule mia nane sitini na tano nchini Tanzania. Ni Dr. John Kalage ni mkurugenzi mtendaji uh, wa shirika la haki ya elimu Tanzania. Tumeona uh, Vodacom Foundation wame, wame sign makubaliano uh, MOU na na taasisi ya elimu Tanzania TIE kwa ajili ya kusaidia mafunzo ya walimu kazini mewaka hilo, jambo ambalo linatia moyo sana lakini pia tumeona uh, Vodacom Foundation ambao uh, ndio main sponsor au wadau wa kufadhili wakubwa katika wafadhili ambao wanafadhili ili juma la zaki uh, wamesaini pia uh, makubaliano na taasisi ya Taweza katika kuendeleza mradi wao wa Kifunza ambao unasaidia au unalenga katika kutoa motisha zaidi kwa walimu ili kwamba waweze kufanya vizuri zaidi katika kufundisha na kujifunza kwa wanafunzi ambao kwenye maeneo yao. Yes, maono yetu makuu ni kuona Tanzania yenye wananchi waliowezeshwa wastahimilivu wanaotambua haki zao za kijamii, kiuchumi na wenye maisha bora. Kwa hiyo dira hii ina, inaongoza jukumu letu la kuwa mdau wa maendeleo anayekuza uvumbuzi na kuboresha mashirikiano baina ya wadau mbalimbali wa sekta zote nchini. Wiki ya azaki ni moja ya mbinu ambayo tunaitumia kuweza kutimiza maono haya. Lakini vile vile wiki hii ya azaki huchangia moja kwa moja katika juhudi zinazosogeza mbele ajenda ya maendeleo ya Tanzania kwa kukuza ushirikishwaji na ubia kwa manufaa ya wananchi wetu. Sote tunafahamu kuwa bado nchi yetu na changamoto mbalimbali mbali, na kwa hiyo tunahitaji uh, kuweza kutafakari na kufikiria na, na, na, zaidi mustakabali wa nchi yetu na maendeleo ya wananchi wetu. Hivyo azaki zipo katika ajenda hii, si kwa kuwa wasikilizaji tu bali kuwa washawishi wa mabadiliko, na si tu kwa kujibu changamoto bali kwa kuweka mwelekeo kwa ustawi wa maendeleo ya wananchi wetu. Wiki ya azaki ni jukwaa la kipekee na muhimu kwa azaki nchini Tanzania. Inatoa nafasi kwa taasisi kuja pamoja kushirikishana uzoefu, uh, kujifunza kutoa, kutoa uh, kutoka kwa wenza, wenzako uh, kutakuwa pia kuzungumza kwa sauti moja kuhusiana na mambo mengi ambayo yako mbele yetu. Kwa hiyo ni wakati wa kujenga mashikamano ushirikiano kutafakari kwa pamoja mafanikio lakini pia changamoto zetu, na tuone jinsi gani tunavyoweza kuziwekea mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba tunasonga mbele.